Msikilizaji, je, unafahamu kuhusu NDCs au Nationally Determined Contributions? Hizi ni ahadi au mipango ambayo hutolewa na kila nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa kwa lengo la kuonyesha hatua ambazo nchi zinapanga kuchukua katika kusaidia kukabiliana na utoaji wa gesi joto ili kuisaidia dunia kudhibiti ongezeko la joto pamoja na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ahadi hizi msikilizaji, zinaenda sambamba na mkataba wa mazingira wa Paris mwaka 2015 ambao unazihitaji nchi kupitia upya ahadi zao kila baada ya miaka mitano. Kwa mujibu wa umoja wa mataifa, ahadi za hivi sasa zina mapungufu makubwa ikilinganishwa na kile kinachohitajika kudhibiti ongezeko la joto pamoja na kuepuka athari mbaya zaidi za mabadiliko ya tabia nchi. Katika makala yetu hivi leo, ninaye Tajiel Urio, ni mtaalam wa mabadiliko ya tabia nchi akiwa nchini Tanzania na tutakuwa tunaangazia ahadi hizi. Nchi zimekuwa zikiwasilisha maboresho ya ahadi ili kuendana sambamba na utekelezwaji wa mkataba wa mazingira wa Paris. kwa kwanza makala haya, Tajil anatupa tathmini yake ya ahadi ambazo zimekuwa zikitolewa na nchi wanachama wa umoja wa mataifa. Ukiangalia kwanza ahadi ambazo zimewekwa kwenye NDC kwa miaka mitano iliyopita na NDC ambazo zinaisha muda wake kwa sasa hivi na nyingine ambazo zinaenda mpaka elfu mbili na thelathini bado hizi ahadi hazitufikishi katika yale matarajio pendwa ya kuona kwamba uh, nchi zinachukua hatua zaidi dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi na kuhakikisha kwamba tunafikia lengo la mkataba wa Paris. Nasema hivi kwa sababu ripoti mbali mbalimbali zinaonyesha kwamba hata ukitekeleza yale yote ambayo yamewekwa kwenye hizi NDC mpaka sasa hivi bado haisaidii kupunguza ongezeko la wastani wa jotoridi kwa dunia kufikia digrii moja pointi tano au chini ya digri mbili. Kwa hiyo bado naweza kusema uh, tunahitaji juhudi kubwa zaidi za kuweka mipango ambayo pia inatekelezeka na kuweka rasilimali za kutekeleza mipango hiyo ili tuweze kufikia pale ambapo tunaweza tufike. Mwaka huu msikilizaji, nchi zinatakiwa kuwasilisha ahadi zao mpya za kitaifa, lakini hadi kufikia tarehe ya mwisho iliyokuwa Februari kumi, ni nchi kumi na tano pekee zilikuwa zimewasilisha ahadi zao mpya za miaka mitano ijayo. Lakini je, hii inatoa taswira gani? Naweza kusema pia ni swala la, la muda uh, kwa sababu O, jambo hilo liliamuliwa na kufikia mawafikiano mwezi Novemba mwaka jana, na kufikia Februari nchi hizo zimewasilisha. Sasa namna ambavyo hizi NDCs zinaandaliwa zi, ni mchakato mrefu kidogo. Kwa hiyo kwa nchi ambazo zilikuwa hazijaanza huo mchakato, nafikiri uh, kiuhalisia tu ingekuwa ni ngumu sana wao kufikia uh, kuwasilisha ndani ya mwezi Februari ni, ni proses ambayo inahitaji muda kidogo na inahitaji kushirikisha sekta tofauti tofauti. Inaleta, inaleta sura kwamba bado uh, umakini na au hazijapewa uh, kipaumbele cha kutosha, lakini pia ni muhimu kuangalia hilo swala la muda na namna ambavyo ni zoezi kubwa, na labda ni kwa namna gani nchi zinatakiwa kuboresha mipango yao uh, mipya katika hizi ahadi mpya ambazo nchi zinatakiwa uh, kuwasilisha. Aa, kwa sasa ni ombi kubwa na mkazo mkubwa ni kuhakikisha kwamba wanaweka ahadi nyingi na na kubwa zaidi ambazo zitakuwa na matokeo makubwa hasa kwenye kusaidia swala so zima la la kuzuia uzalishaji wa gesi joto kiana kipaumbele kikubwa, lakini kwa nchi sasa hizi ambazo zinaendelea kusini mwa jangwa la Sahara na nchi nyingine za mabara mengine ambazo zinaendelea sana ni namna gani ambavyo wataimili hizi uh, changamoto ambazo zinaletwa na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Tuna mataifa yaya ambayo yameisha kuisha endelea sana kiviwanda na yanazalisha kwa kiasi kikubwa hizi gesi joto, basi wao wanatakiwa wafanye zaidi na waseme kwa ukubwa zaidi, ni namna gani watashiriki kupunguza uzalishaji wa hizi gesi joto. Aidha, Tajel anagusia baadhi ya maeneo nchi za Afrika zinatakiwa kuangazia zaidi katika ahadi zao mpya na, na, na pengine tukiangalia uh, ahadi uh, zilizopita, unahisi labda kwa nchi za Afrika katika hizi ahadi mpya ambazo zinatakiwa kuwasilisha, ni maeneo gani yanatakiwa kutiliwa mkazo katika NDC zao mpya? Ukiangalia kwa Afrika bado kuna changamoto nyingi ambazo zinapelekea uzalishaji wa gesi joto. Tukisema juhudi, kwa mfano kwenye swala zima la nishati ya kupikia, hili ni jambo linamgusa linagusa kila familia kwa hiyo tukiweza kuwa na maboresho kuhusu nishati ya kupikia, tukaacha matumizi makubwa ya, ya kuni na mkaa, itasaidia kwa kiasi kikubwa sana kuokoa kwa mazingira yetu na uzalishaji wa gesi joto. Lakini tukiangalia pia vyanzo vya nishati, tukiangalia namna ambavyo tunadhibiti taka. Aa, hii pia ni muhimu sana kwa hiyo ni sehemu ambazo pia tuna tunaweza tukaangalia na kuhakikisha kwamba uh, kilimo kinafanyika kwa namna ambayo ni kilimo endelevu na ambacho kinazingatia uhifadhi wa mazingira. Kwa hiyo ni kwenye shughuli zetu za uzalishaji mali na shughuli zetu za kiuchumi ndio za kuangalia zaidi, hasa zile ambazo zinagusa watu wengi zaidi, zipate rasilimali za kutosha, kwa sababu pia uh, ni mabadiliko ambayo yatahitaji rasilimali kwa kiasi kikubwa kuanzia fedha, teknolojia na utaalamu. Tuzungumzie uh, uhimili wa mabadiliko ya tabia nchi lakini pia ufadhili katika NDCs ambazo muda wake unakamilika, una ni maboresho gani labda unaona yanafaa kutekelezwa katika uh, maeneo haya ya uhimili wa mabadiliko ya tabia nchi lakini pia ufadhili? Kwenye uhimili kumekuwa na changamoto kubwa hasa ya rasilimali kutoka mataifa ya nje, na ni kitu ambacho kwa sababu so, kwao sio kipaumbele kikubwa, ila kwetu ni kipaumbele, ni kimuhimu sana cha kulifanyia kazi, kwa sababu ya kihistoria kwamba tunaathirika zaidi kuliko ambavyo tunachangia kwao. Tunahitaji kufanyia kazi hizi athari ambazo tunakumbana nazo. Kwa hiyo moja ya maboresho makubwa nafikiri ni, ni swala zima la kuhakikisha kwamba rasilimali za kuhimili zinapatikana na zinatoka katika vyanzo mbalimbali uh, vyanzo vya kimataifa pamoja na vyanzo vya ndani, na, na, na wananchi wajengewe uwezo pia kwamba ni namna gani wanaweza wakaimili. Kwenye upande wa maboresho mengine ni masuala ya rasilimali, na ukiangalia kwa mataifa ya Afrika na nchi ambazo zinaendelea NDC zake mara nyingi, na ndivyo itakavyokuwa pia hata kwenye hii raundi ya tatu, zina hadi zile ambazo uh, wanahaidi watazitekeleza endapo watapata rasilimali na kuna zile ahadi ambazo watazitekeleza tu kwa kutumia vyanzo vya ndani. Sasa ni ni, ni wakati sasa hata hizi nchi ambazo zimekwisha kuendelea zitapotoa ahadi uh, zake ziangalie pia ni namna gani zitatoa zile zitatoa sapoti ya kutekeleza ahadi hizi ambazo zinahitaji rasilimali Uh, ya teknolojia ya fedha na utaalam ili ziweze kutekelezwa katika hizi nchi zinazoendelea. Ni jukumu gani kubwa labda mashirika ya kiraia na sekta binafsi uh, zinazo katika kushinikiza nchi mbalimbali kutekeleza ahadi zao uh, mpya za kitaifa? Kwanza niseme tu sekta binafsi na mashirika yasiyo ya kiserikali yana mchango mkubwa sana, kuanzia sasa hivi ambapo nchi zinaanza kutekeleza kutengeneza ahadi kwao, zinatakiwa zipase Uh, sauti zao kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba uh, mambo mbalimbali mbali ya muhimu ambayo yanaigusa jamii yanakuwa yanajumuishwa ya kwenye hizi NDC, na baada ya hapo wasaidie kwenye kutekeleza hizi NDC kupitia miradi mbalimbali wanayoifanya, lakini pia kusimamia utekelezaji na kuoji na kufuatilia, je, yale ambayo yameahidiwa yanatekelezwa. Sekta binafsi pia wana mchango mkubwa sana wa kusaidia utekelezaji wa hizi ahadi kwa kuangalia ni namna gani ambavyo kupitia hizi ahadi biashara inaweza ikafanyika, uwekezaji wa kijani unaweza ukafanyika, ambao utapelekea upunguzaji uh, wa uzalishaji wa gesi joto. Kwa kuhitimisha makala yetu hivi leo, Taji anafafanua ni kwa namna gani maamuzi ambayo yamekuwa yakiafikiwa kwenye mikutano ya kila mwaka ya mazingira yanaweza kuwa msingi wa ahadi hizi mpya ya kuna maamuzi mbalimbali mbali ambayo yamefanyika na, ikiwemo hili lenyewe la kuhakikisha kwamba tunatuma NDC mpya na nchi zina zinakuwa na hizi ahadi mpya, lakini kuna maamuzi inaweza kusema ni, ni ya msingi pia ambayo yanaweza yakasaidia utekelezaji wa NDC ambayo yalifikiwa Baku mwaka jana, ambayo yanahusiana na, na biashara ya kaboni, hasa kwa biashara ya kaboni kwa kuunganisha na, na utekelezaji wa NDC hiki ni kitu ambacho hakikuwepo awali, sasa kipo, kwamba unaweza ukatoa ahadi kupitia NDC na wadau wengine wa maendeleo, nchi au sekta binafsi wakaunga mkono utekelezaji wa hizo ahadi kwenye NDC yako kupitia biashara ya kaboni. Kwa hiyo so hilo nafikiri, hilo ni moja ya ya maamuzi ambayo yanaweza pia yakasaidia spidi ya utekelezaji na of course, ili tuweze kufanikiwa kwenye hilo mataifa yatatakiwa yaweke mazingira ambayo yatawezesha utekelezaji wa jambo hilo. Na kufikia hapo, ndio natia kikomo makala yetu hivi leo. Shukran kwa mtaalam wetu Tajel Urio kutoka nchini Tanzania. Jina langu Minzletijai, kwa heri.